Na Wizara ya Elimu imesema inakabiliwa na nakisi ya ufadhili ya shilingi bilioni 3.7 ili kusimamia ipasavyo mitihani ya kitaifa inayoendelea. Haya yalibainishwa na waziri wa elimu, Julius Ogamba, alipofika mbele ya kamati ya elimu ya bunge la kitaifa kufafanua kuhusu maandalizi ya mitihani hiyo ya kitaifa. Akifika mbele ya kamati hiyo inayoongozwa na Julius Meli, Waziri wa elimu Julius Ogamba alielezea wasiwasi kutokana na nakisi ya ufadhili wa shilingi bilioni 3.7 ya kusimamia mitihani ya kitaifa. Kulingana na waziri, bajeti iliyoidhinishwa ya Baraza la Kitaifa la Mitihani kwa mwaka huu wa kifedha ina mgao wa shilingi bilioni 5.9 za kufadhili mitihani, ikilinganishwa na shilingi bilioni 12.723 zinazohitajika. 8.008 billion for KCSE

In September 2025, however, the National Treasury communicated the grant of additional funding under Supplementary 1 to the tune of 3.1 billion, leaving a deficit currently now of 3.723 billion. Waziri pia alitakiwa kuelezea kuhusu hatma ya takriban shule 29 kote nchini ambazo hazijapokea ufadhili kutoka kwa serikali na mipango ya kuziwezesha kusimamia mitihani ya kitaifa. And if it is the issue of numbers, It is the right thing to do. You've raised the issue of the 29 schools. Let us find the status of them. Maybe some of them are not having students to do exams. Kuhusu mvua inaendelea kunyesha, Ogamba alisema wizara hiyo imeweka mikakati ya kuhakikisha karatasi za mitihani zinawasilishwa na mipango inaendelea kubuni sera ya kutumia teknolojia ya drone kuwasilisha karatasi za mitihani ya kitaifa. Ogamba alisema wizara hiyo inatarajia kutangaza matokeo ya mtihani ya KPSEA na KJSEA kufikia Desemba mwaka huu, huku yale ya KCSE yakitarajiwa kutangazwa kufikia mwezi Januari mwaka ujao. tilio Marco Darubini.